karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo jumatatu juma la kwanza kipindi cha majilio mwaka A wa kanisa Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya nne aya ya pili hadi ya sita na somo la injili linatoka katika injili ya mtakatifu Matayo sura ya nane aya ya tano hadi ya kumi na moja Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Matayo. Hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu, nenda, huenda; na huyu, njoo, huja; na mtumwa wangu, fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata Amin nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Taifa la Mungu, nawaalika tutafakari kwa pamoja injili ya leo, tukiwa tumeanza kutafakari kipindi cha majilio, yaani ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo kuwahukumu wazima na wafu, tukitambua ya kwamba hatuna budi kuwa tayari wakati wote, kwani hatujui siku wala saa ndiyo maana Kanisa linatuwekea vipindi mbalimbali mbali vya liturujia ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio huo. Katika kipindi hiki cha majilio, tunaalikwa kujiweka tayari kuachana na mambo ya giza, na tunaalikwa kumvaa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye nuru na mwanga, ili kutuondolea giza la dhambi. Wapendwa katika Kristo, katika somo la injili ya siku ya leo tunaalikwa kutafakari mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kuhusu imani. Mwinjili Matayo anatueleza habari ya akida na bwana wetu Yesu Kristo katika kijiji cha Kapernaumu. Katika jamii ya Waisraeli, akida alikuwa kiongozi mwenye cheo kikubwa katika jeshi la Kirumi lakini licha ya ukubwa wake alitambua nguvu kubwa ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kuponya. Baada ya mtumishi wake kuugua anamsi Yesu Kristo kumponya, anatambua uwezo wa Yesu katika kuponya. Wapendwa taifa la Mungu, katika habari hiyo tunajifunza kujikabidhi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye tabibu wa kweli. Yeye ndiye majibu ya matatizo yote, lakini tunaalikwa kujifunza imani na matendo, kwani pale unapokumbwa na jaribu lolote, tumombe Mwenyezi Mungu atuoneshe njia ya kulitatua na si kusubiri muujiza. Akida kwa imani yake kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kitendo cha kumfuata na kumsihi kilidhihirisha imani yake kwake. Na ndiyo ilikuwa chanzo cha uponyaji wa mtumishi wake. Nasi tunaalikwa kuomba bila kuchoka kwani kwa imani na matendo yetu mema tutajibiwa haja zetu. Wapendwa katika Kristo, jambo la pili ambalo tunaalikwa kujifunza katika somo la Injili tuliyoisikia ni kuhusu unyenyekevu. Huyu akida licha ya kuwa alikuwa mtu mkubwa katika dola ya Kirumi, ambaye angeweza kuita matabibu wa kila aina, mwenye wajakazi wa kutosha, anajiona si kitu mbele ya Kristo, anajiona hastahili mbele yake, na anamwomba aseme neno moja tu na mtumishi wake atapona. Wapendwa taifa la Mungu tunaona ni kwa jinsi gani huyu akida alivyojishusha mbele ya Kristo akitambua kuwa jibu la tatizo lake liko kwa bwana wetu yesu Kristo. Swali la kujiuliza ni mara ngapi tumejiona hatustahili mbele ya Kristo? Ni mara ngapi tumejipiga piga kifua na kusema Bwana, hatustahili uingie kwetu, lakini sema neno tu na roho zetu zitapona? Au huwa tunajiona tunastahili mbele za Mungu? Au huwa tunaomba kana kwamba ni haki yetu kustahilishwa? Wapendwa, tunaalikwa kuiga mfano wa huyu akida, tukitambua tu wadhaifu, tujishushe mbele za Mungu, kwa maana anayejikweza atashushwa. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 14 aya ya 11. Haijalishi tuna hadhi gani, cheo gani, au watu wa hali gani katika maisha, wote mbele za Mungu ni sawa. Hivyo tunaalikwa kuwa wanyenyekevu kwa Mungu na kwa wenzetu, tukiendelea kuwa macho, tukingojea ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaalikwa kubadili mfumo wetu wa maisha kuyaacha ya kale, yaani matendo maovu na kutenda matendo mema. Pia tunaalikwa kukimbilia sakramenti za kanisa, kwa namna ya pekee sakramenti ya kitubio, tukijitayarisha kwa ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pia tunaalikwa katika kipindi hiki kutenda matendo ya huruma kwa ajili ya wenye shida mbalimbali mbali, kama yatima, wagonjwa na wale wenye mahitaji maalum. Tukiendelea kutafakari ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuiombee dunia yetu amani, upendo, mshikamano hasa mataifa ambayo wanakosa muda au uhuru wa kuabudu kwa sababu ya machafuko. Pia tuombe na viongozi wetu ili nao waweze kuiga mfano wa akida aliyejishusha mbele ya Kristo, nao pia waweze kujishusha mbele za Mungu na kuongoza kadiri ya mapenzi ya Mungu na si kadiri ya maslahi yao binafsi. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Frederick John Filipo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu, kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!